Kwa njia nyingine huyu ni mzazi wako, sivyo? mm. Ah, kabla nikupe, nataka uweze kumwomba radhi, manake mm. ni mzazi huyu. mm. Na laana ya mzazi ni kali sana, kijana, wala jioni hakuna la kuona. mm. Akitaka aweze kuacha, lakini ajue laana inakuja na sitaweza kumsaidia kamwe. mm. Uh, my

At least, kutakuwa na amani mi mm. Uh, uh, niko po, ngoja kuna vitu nimeitiwa hapa masamba na heshima kushinda wesi. Always respect your mother. Mwanzo walikuchukia Unajua huwezi judge a book by the cover. Sometimes lazima ufungue hata page ya kwanza. Then sasa you know what you got. Kuna watu wasikutusi, uliza mama, unajua. Kona mama hapo unaweza tu muulize. Hapana, ni mtulivu tu hivo, ana maneno mengi. Kama wewe, ni kama mimi. Wesley ni mkali, obvious. <laughs> Toka kitambo mm -hmm. Na tangu totoni naona tu, hata kama nimemkosea nasema wewe ni mrembo. Kua kuniuliza inbox Mama Wesi, acha na Baba Wesi kuja nimpeleke majuu. Anaacha Kenya bado ni myan, akenda majuu tunampeleka pia yake

ni zile zile si, zilmili <coughs> nikuulize, hizo documents umepeana, narua yako mmoja, umepeana Julia. Ni venye tu nakosa usingizi, niko tu na guilt. Yaani ssa unakaa na vitu za wenyewe, alafu na venye hiyo familia piahsio nimedecide, tumepeana <coughs>

Hamna um, tatizo mm. Ili hali kumekuwa na tatizo kidogo kule ambako nilikueleza naelekea mm. Ila nimesha maliza ndo ni niposa, nikasema wacha mm. niweze kuja tuweze kuzungumza mawili matatu mm. Ah, diposa nipo hapa aya, msichana ali vipi? Salama kwema. Uh, umeweza kuja na ile vitu ambavyo niliweza kuagiza nipe kuagiza. Vipo, wape. Leta na huo mkoba. Siamini macho yangu. Kocha apigi mimi, hata sina haja na huyo mama. Haja yangu ni makaratasi. Ni hivi mm, si hivyo mm. mm, mm, mm. mm, mm. mm. mm. Ni labari hili zimeandikwa majina yao. Ni labari hili mm. mm. Ni gari gani? Wow. ila vipo sawa hatalina, ah, mm, haja tuweze kulikagua, manake vyote vipo sawa kabisa, navyona hivi. Ili ni ID lako sivyo? Mbona mna vilele? Ili si wapi? mm -hmm. Mm -hmm. Si wapi kwa sasa daktari. Ah, ili mara lina masharti yake, ndiposa nikisha maliza ndaweza kupa. Sawa, niko tayari kusikiza. mm -hmm. mm -hmm. Ah, unajua ni mambo mengi ambayo nimeweza kuyaona tulipoanza, mm. tulipomaliza ndivyo, mm. na hata pia mimi ni mzazi pande nyingine, mm. Mm. manake siyo mm. vyema mtoto kuweza ku hata kama mzazi amekosea, sivyo? Mtoto apati kumfokea mzazi. Mm, kwa njia nyingine huyu ni mzazi wako, sivyo? Aa, kabla nikupe, nataka uweze kumwomba radhi, manake ni mzazi huyu, na lano ya mzazi ni kali sana kijana. Mm, yaweza kuandama popote uendapo. Ndio ndio. Nilimuomba juzi si ndikuomba mama. Ah, wala mimi naona mbali sana kijana. Na mm, naona laana inakuja, laana inakuja kijana, mkaanza kosa kuongea kwa mdomba tukarweke anapo

Wala Juni hakuna la kuona, akitaka aweze kuacha, lakini ajue laana inakuja na sitaweza kumsaidia kamwe. mm. mm. Laana ya mzazi, kijana, ni kali sana. Ndio, ndio lazima pia hata hata kama ingekuwa ni wewe, lazima pia ndo. mm. sometimes pia ulikuwa unaona akiwa juu na try sasa, unajua asira huku ikiwa juu ngumu kuika, so i think itakuwa tu poa kiomba msamaha. Unajua tunaona kama vile liomba, but kama mama najua pia mama ndo anatuambia aliridhika ama kuridhika inabidi so pia, pia wasolve tusiache mm, vitu zikiwa hanging, alafu hey, uko mbele kuanza kumsumbua after all sisi, hmm, ndia, dream ya kila familia ni wakae na amani. Wamevurugana ni nini? Vitu mingi zinaletwa zina, zina, zina, zina, na pesa lakini at the end of the day pata familia nyingine mali so sio aidia mbaya, unajua, pia kuomba kuamba msamaha. Unajua masi niliona sana sana, huyu mtoto alikuwa anakuwa na tabia tabia akiwa na Kendra Oh, nawaka kabisa hadi na waka, na kuna wakati alinichusha, kaniambia, akiniambia hata afadhali Kendra iko mm. mm. Lakini lazima nilikusamea, lakini si vile u Juni... kuna vile niliona tukimpa hizi vitu

aweze kumwomba mama msamaha, kisha wakiweza kuondoka waondoke na mama, waende wakazungumze kule. Wakiendelea kwenda, hilo litakuwa jambo la heri kabisa, wala mna tatizo na hilo.

Unleo mna kiti manake, yule kijana uliyemtuma nichukua amenipitisha kwenye mashimo mno. Ndio, ndio atuweza, ndio ndio, ila jua, kuna jambo, ili hali nimemweleza peupe, kuna jambo ambalo litakuja asipofanya namna hiyo. Ah, kuna jambo ambalo litaweza kumtokea kwa sababu laana yake mzazi. Nimeliona mzazi. Ni hilo raja ila kijana, mimi siwezi kusurutisha ufanye hayo vitu vyako ndio hivi mm, kazi yako nimeweza kumaliza, manake sina wakati wa kupoteza, manake nimechoka mno mm. Hajiongea, hajasema kama atabadilisha jina jina. I, I think pale mwanzoka so atakupea vitu zako. Jina ni mata ya serikali, si ndio atabadilisha? Basi atakusaidia change names.

Okay. Mm -mm. Wesley, Wesley. Ah, nimeliona pale mahali pa kupumzika kidogo tu. Mm, wacha niweze nikapumzike kidogo. Utaweza kunikuta pale pale. Aya, mbaki salama. Aya. Tutaona zingine zikikuja. Ndio ndio. Asante sana. Una unaweza kupigia gani?

Hakuna kujuana, let me tell you one thing. Guys, uh, you know, you know him very well. Kwa jazi kam, adisi kikam. I promise you, in front of the camera. Nitamta, nitampata kitu. I'll give you maybe one of my mansions. Ajua kwa nazo. Itakuwa adisi ndani kama ningepasa kusema hapa. Kwa sababu watu wanaona maybe ni kama namuomba msamaha, si lazima niombe kwa kamera. Msamaha nafikiria msamaha mzuri. Naona saa hii. Saa hii ukiniambia kuna kitu daktari amesema maybe naweza enda nimuombe saa hii, ndio ukiniambia niombe msamaha mbele ya kamera. Nasema ni, ni msamaha. But maybe tukitoka nje nikuwa mama mtamuomba vizuri. She'll come to tell nikimwomba daktari hata wewe mwenyewe. Unajua daktari ashasema, so kama kuna kitu inakuja huko mbele na hajasikia, hatuwezi pia. vile tu nimesema tumpe time, vile tu nasema maybe off the cameras atafanya mambo yake

Hapo kuna question mark, ay, exclamation mark, mingi sana juu mtoto ni roho ngumu. Vile nazidi kukuambia, ameambiwa niombe msamaha hataki, na nami vile namuona, bado kwangu lazima atanyenyekea yeah. Kiburi ni mingi. Kitu ya kwanza vile amepata makaratasi tu kenye anatamka mbele yangu, hata ana aibu. Kendra, najua shida ni Saizi nikitamka nikitamka Kendra sijamtamka kwa ubaya, nimesema weshi alikuwa iko mali wapi?